Ukraini imeripoti vifo vya raia kadhaa kutokana na mashambulizi ya Russia katika kipindi cha wiki moja iliyopita, ikiwa ni pamoja na watu watatu waliouawa katika shambulio la usiku wa manane siku ya Jumatano katika kijiji la Nipro Petrovski, kusini mashariki mwa nchi hiyo. Mtoto alikuwa miongoni mwa waathiriwa wa shambulio hilo la ndege zisizo na rubani yaani droni iliyotokea saa chache kabla ya mikutano muhimu kufanyika jijini Paris siku ya Alhamis ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mjumbe maalum wa Mashariki ya Kati Steve Witkoff wanatarajiwa kukutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na maofisa wengine wa Ulaya kujadili mzozo huo. Mawaziri wa ulinzi wa mambo ya nje wa Ukraine pamoja na mkuu wafanya wa wafanyakazi wa rais Volodmir Zelenski pia wako katika mji mkuu wa Ufaransa kwa ajili ya mazungumzo na ujumbe wa Marekani na Umoja wa Ulaya, ingawa maofisa wa Kyiv hawakutaja wazi nani wanapanga kukutana naye. Hata hivyo, kadri usitishwaji wa mashambulizi ya Russia dhidi ya miundombinu ya nishati kwa muda wa siku 30 unavyokaribia kumalizika, mazungumzo ya kufikia usitishwaji wa mapana wa vita hayajaonyesha maendeleo yoyote hadi sasa. Russia imeendelea kushikilia misimamo yake mikali huku ikishtumu Ukraine kwa kuvunja usitishwaji huo wa nishati mkataba ambao Ukraine haikuwahi kukubali. Moratorium huu wa muda haukuwahi na hauheshimiwi na majeshi ya Ukraine, alisema msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, alipozungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne. Russia ilidai kuwa ndege zisizo na rubani za Ukraine nazo zililenga kituo cha umeme na laini ya umeme ya mvutano mkubwa katika mkoa wa Bryansk, kituo kingine cha umeme katika eneo lililokaliwa na Kherson na mabomba mawili ya gesi yenye shinikizo la chini huko mkoani Kursk. Jeshi la Russia lilidai kuwa liliangusha droni saba karibu na mji wa Shuya katika mkoa wa Ivanovo siku ya Jumatano, kilomita 260 mashariki mwa Moscow na kilomita 500 kutoka mpaka wa Ukraine. Kwa ujumla, lilisema ndege zisizo na rubani 26 zilidunguliwa katika maeneo mbalimbali nchini Russia. Alipoulizwa iwapo Russia ingeanza tena mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine siku ya Ijumaa, Peskov, alisema Namnuku, kila kitu kitategemea maagizo zaidi kutoka kwa kamanda mkuu wa juu, akimaanisha Rais Vladimir Putin. Pendekezo la usitishaji wa mashambulizi ya nishati la Russia la Machi 18 lilikuwa jibu kwa pendekezo la usitishaji kamili wa mapigano la rais wa Marekani Donald Trump la Machi 10, ambalo Ukraine ililikubali, hivyo Marekani ilijikuta ikiwa na makubaliano mawili tofauti ya usitishaji wa mapigano, moja na Moscow na jingine na Kyiv, ambapo kila mji mkuu wa kivita ulimlaumu mwenzake kwa kuvunja mkataba huo na nuku. Leo ni mwezi mmoja kamili tangu shirikisho la Russia litakatai kukubali usitishaji wa vita kamili na usio masharti uliopendekezwa pende na upande wa Marekani katika mazungumzo, yalisema makao makuu ya jeshi la Ukraine wiki iliyopita. Katika kipindi hicho, walisema Russia ilifanya mashambulizi ya ardhini 1524 zaidi ya 1000 kati yao yakiwa dhidi ya Pokrovski, Toreski na Lyman, maeneo matatu ya kipaumbele ya Russia katika mkoa wa Donetsk nchini Ukraine tangu mwanzo wa Aprili pekee, jeshi la Russia tayari limetumia mabomu ya angani karibu 2800, aliandika Zelenski kwenye akaunti yake ya mtandao wa Telegram. Marekani ilijikuta si tu kati ya usitishaji wa mapigano ulioshindwa mara mbili, bali pia ikakanusha kwamba ilipendekeza mgawanyiko wa Ukraine kufuatia usitishaji huo. Gazeti la The, the Times la Uingereza lilipoti kuwa mjumbe maalum wa Marekani kwa Ukraine Keith Kellogg alipendekeza mgawanyo wa Ukraine katika nyanja ya ushawishi karibu kama Berlini baada ya vita kuu vya pili vya dunia ambapo majeshi ya NATO na Russia yangekuwa na udhibiti wa maeneo tofauti. Kellogg alisema The Times ilipotosha pendekezo lake la ambalo lilikuwa likirejelea maeneo ya nyanja ya wajibu wa vikosi vya washirika bila kujumuisha wanajeshi wa Marekani kwa kuunga mkono uhuru wa Ukraine. Lakini akizungumza katika mkutano wa jumuiya ya nchi huru CIS huko Almaty siku ya Ijumaa, Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema kurudi katika mipaka ya mwaka 1991 kama Zelensky anavyoendelea kudai haiwezekani. Hata hivyo, wazo la Kelogi la usimamizi wa aina ya Berlini kwa vikosi vya mataifa tofauti halikupokelewa kupokelewa na Russia ambayo imesema haikubali kamwe wanajeshi wa NATO kuwepo katika ardhi ya Ukraine. Balozi maalum wa Russia Rodion Miroshnik aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumamosi kuwa kuweka maeneo ya kijeshi baadaye kutasababisha kasi mpya ya mzozo huo. Kwa kuzingatia tofauti hizo, Peskov alisema ni vigumu kutarajia matokeo ya haraka katika mzozo huo. Endelea kufuatilia Mwananchi dijitali kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.